Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na moja kati ya harusi ambazo zina trend huko mitandaoni. Eh, hii ni harusi ambayo inamwonyesha kijana ambaye anaonekana Eh, watu wanasema kwamba ni watu wa upinde, nadhani akisema hivyo kwa watoto wa mjini watakuwa wanaelewa. Na harusi hii imeshangaza sana watu, na kila mtu amekuwa na maoni yake tofauti tofauti kuhusiana na hii harusi, wengine wakisema kwamba kama kijana mwenyewe anaeoa ni anaonekana mtu wa upinde, sasa inakuwaje anaoa na nini ambacho kinaendelea? Kila mtu amekuwa na conspiracy yake. Kuna wadau wanasema kwamba hii ni kutokana tu na kwamba huenda labda eh, familia, labda mama wa huyu jamaa ambaye anaoa ni mtu wa kutunzana tunzana na wamama wenzie, hivyo basi ameamua tu kumwozesha kijana wake japokuwa ni mtu wa upinde kwa ajili ya yeye pia kupata kutunzwa, yani kupata nafasi ya kutunzwa kama the way ambavyo yeye amekuwa akitunza baadhi ya watu katika sherehe zao. Umeona bwana, hiyo ni moja kati ya conspiracy ambazo watu wanazizungumza huko. Wengine wanasema kwamba ni mapenzi tu eh, kijana labda ameamua kubadilika na ameamua awe, eh, mwanaume shababi aoe, na yeye pia labda ameamua kuachana na vitu ambavyo vinazungumzwa huko mitandaoni. Kuna wengine wanasema kwamba the way ambavyo unavyomtazama na matendo huenda yakawa ni tofauti, kwa hiyo ameamua aoe, kubadilisha maisha yake ya hapo awali na sasa hivi. so wengine wanasema kwamba mambo hapa yako vice versa kwa sababu huyu kijana anaonekana yeye ni mtu wa upinde na mwanamke ambaye anamuoa ni tomboy. Kwa hiyo wanasema kwamba kuna vitu ambavyo eh, vimebalance hapo. So ni moja kati ya ndoa ambazo zimeibua mijadala mingi na ni moja kati ya stori ambazo zina trend sana huko mitandaoni, kama unavyotazama hapo kwenye video na page mbalimbali zimekuja kuripoti. Lakini pia ni moja kati ya ndoa ambazo zimevutia watu wengi, kwa sababu ukiangalia kuna umati wa watu siku hiyo ya harusi huko mtaani kwao. Ni kwamba tunaweza kusema kwamba kwa kifupi walifunga mtaa, kwa sababu watu wengi sana walijitokeza kwa ajili tu ya kushuhudia ndoa hiyo. Lakini pia kuna video nyingi tu zimevuja za huyu bwana harusi akiwa anaonekana nakata mauno akifanya mambo ya upinde, upinde huko mitandaoni. So, peji mbalimbali zimeripoti kama nilivyokuambia, kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba bwana, tazama video hii mpaka mwisho kutazama nyomi ya yani kijiji cha watu huko Vingunguti. Haya, peji nyingine wamekuja. Huyu ni Lulu White, yeye anafahamiana na hawa maharusi. Lulu White ameandika kwamba mashallah, shughuli tunayo na tunatamba nayo tu, tumeweza kwa ukubwa sana eh, mapenzi kweli yapo. Alafu akasema kwamba muhimu kila mtu apambane na madhaifu yake. Then Lulu, Lulu White akaendelea ya kusema kwamba Mkipen, mkipendana kweli mnaweza kubadilishana, walai. Mke anaitwa Leila, mume anaitwa Abasi Pambe. Dada mtu naitwa Lulu Whiti na kuja na zawadi mnipokee. Haya, kuna peji nyingine hapa ameandika mashallah. Haya, kuna peji nyingine hapa ameandika bwana, bwana harusi ndo huyo E, wameposti hapa baadhi ya video. Kuna peji nyingine hapa wameonyesha matukio ya zamani au tabia za zamani za huyu bwana harusi. Okay, bwana kushoto ni kijana Abasi enzi alivyokuwa mchichamwiba na kulia ni bwana Abasi pia akiwa anafunga ndoa ya Kiislamu kumbe huaga. E, wana, wanaponaga hawa watu, kuna mtu ameandika hivyo. Haya. So, hivyo ndipo mambo yalivyo, ngoja nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza Yeah, kwa mfano hapa bwana udugu wa dada Lulu kapata mwenza ila basi kijora kwa kwa hiyo ndoa ya tomboy na shoga, bwana mume wa hivyo, kiukweli hapana, kwa ili mradi tu kuolewa ama bora, kiukweli ni baki tu kuwa single kuliko kupata mume wa namna hiyo. Kuna bidada mwingine hapa ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana dada kama dada wa, wa moto. Kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Hivyo ndivyo mambo alivyo. Ukiwa kama mdau hebu na wewe pia uweke maoni yako katika comment section. Kuhusiana na hii ndoa ambayo ime-make headline huko mitandaoni ni kitu ambacho hakikwepeki sasa hivi kwa sababu kila ukipita katika page ya mitandao ya kijamii lazima utakutana na hiyo habari. So una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section tukao tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.